Kwa bila ya kupoteza muda mm, kwa vile tayari umeshajitambulisha na baada ya hapo, kabla ya hapo, umesalimia watazamaji wetu, tuanze moja kwa moja mashairi yetu, na tunaanza na shairi gani? Kwa jina la Rahamani alomwingi wa huruma, katuleta duniani, akatupa na uzima, habibu wetu amini, akatuletea hima Karibuni, mm -hmm. karibuni kipindi kuendelea, mashallah, hiki ni kipindi chenu, kwa nguvu mukishikeni, mukiona kama tunu, kwa hili na kuombeni, ni muhimu nguvu yenu, ili kidumu hewani Kari Karibuni kipindi kuendelea, mashallah, na ni mengi tutajifunza ya dini na ya dunia, mengi tutayaeneza yale yaliyosawia ya. Basi haraka sikiza uweze kujipatia mashallah, karibuni, karibuni kipindi kuendelea, mashallah naam ni siku ya Jumamosi hapa tunapokutana jioni, bila ya wasi waze, hata vijana tukimuomba kudusi, kipindi kiwe mwanana. Karibuni karibuni kipindi kuendelea na tayib Tutagani tungo zako kwa sauti tamu sana mm -hmm. Ukutoa sononeko upate kutulizana nah. Kwa yako mahanga iko yapilikaza mchana tayib tayib. Karibuni karibuni kipindi mm -hmm. kuendelea nah. Mwisho, tunachoomba ni kuleta tungo zenu kwa kurasa mm -hmm. au namba tutatozitaja kwenu ili mm -hmm. tuende sambamba, faida yetu na yenu. Karibuni karibuni Nasaha za Mshairi, mashallah mashallah. Na karibuni karibuni na saha za mshairi. Hili ni shairi la kwanza ambalo nimeanza nado, na limetungwa nami hapa, mtangazaji wako Said bin Musa, kwa faida ya vitu ambavyo vitakuwa ni vyenye manufaa zaidi kwako, vitu bora zaidi kwako, ili kukuletea na inshallah utaendelea katika lengo hilo au mm, katika jambo hilo.